Nam, wageni mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kaka wa marehemu eh, Pastor Christopher hapa anazungumzia kaka marehemu wa eh, MC Pilipili Pili. Eh, Pastor Christopher ameweza kutoa eh, taarifa kuhusiana na kifo cha MC Pilipili Pili, na ameeleza wazi kabisa kwamba eh, yeye anavyomfahamu MC Pilipili hakuwahi kuwa mgomvi na tunaona e, mwili wake ulikutwa una majeraha ya kipigo. Na tunaona yeye mwenyewe e, kaka wa marehemu, katika taarifa yake anasema kabisa kwamba hakuwahi kuona mdogo wake, ambao walikuwa wanaangalia, na inaonekana kabisa kwamba walikuwa wanatafuta, leo wanatafuta kuweza kumwaga damu yake, yani maanake ni watu ambao walikuwa wanamvizia kwa muda mrefu, na baada ya kumvizia kwa muda mrefu wakaweza kumkamata, na inaonekana kifo kinamkutia pale Dodoma mm, eneo ya Swaswa, na inaonyesha kabisa kwamba eh, wazi kabisa kwamba huyu MC Pilipili alikuwa katika shughuli zake. Kama unavyofahamu ni kwamba MC Pilipili bana alitokea Dar es Salaam kuelekea Dodoma kwa ajili ya kuweza eh, ku, eh, kufanya shughuli zake eh, kufanya shughuli zake eh, za au sio bwana eh, shughuli zake za MC eh, lakini pia eh, ni kwamba eh, yeye MC Pilipili hakujua kwamba kuna watu pia walikuwa wanamfuatilia eh, nyuma eh, kuna watu nafuatilia nyuma, na kwa namna moja ama nyingine inaonyesha wazi kabisa kwamba walikuwa wanatafuta dami yake kwa udi na uvumba. Na tunaona kwa bahati mbaya, bahati mbaya, MC Pilipili aliofika pale Dodoma ni kwamba wala sio depression wala kama wao wanazungumza watu wengine, ni kwamba ilikuwa tu ni kipigo ambacho kinaonekana E, kupigwa na watu ambao walikuwa e, wanania ovu naye au sababu na, na inaonyesha wazi kabisa kwamba watu hao walikuwa wanamfuatilia kwa muda mrefu. Unajua mtu mwenye nia na wewe e, kukufanyia e, kitu kibaya anaweza akajipanga hata mwaka mzima e, kutimiza ahadi yake ili aweze kukukomesha, e, kukukomesha na e, azma yake ya kuweza kukuumiza na tunaona kabisa kwamba eh, kwa bahati mbaya MC Pilipili muda wote akiwa na smile, na alikuwa hana shida na mtu eh, wa aina yoyote. Lakini ndio hivi sasa eh, tunaona mambo yanazidi eh, kuwa mabaya, na tunaona watu wameonekana eh, kushangazwa na namna ambavyo walifariki. Sasa ukizingatia ni kwamba MC Pilipili Pili, eh, pamoja na mke wake eh, walikuwa katika mgogoro au sio, walikuwa kwenye mgogoro. Na tunaona baada ya kuona kwenye mgogoro e, ni kwamba inaonyesha wazi kabisa kwamba huyu e, MC Pilipili e, ni kwamba alikuwa anaenda kwenye shughuli zake za UMC. Kuna sheria ambayo ilitakiwa aende akaisimamie, aende akisimamie, na baada ya kuisimamia inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna kitu ambacho kiliweza kumkuta kule kuna kitu ambacho kinaonekana kumkuta kule e, maeneo e, ya Dodoma, kwa sababu e, tunaona e, pale Dodoma kuna harusi ambayo ilifungwa jana ambayo alitakiwa yeye ndio awe MC, lakini wenyewe wanashindwa kuelewa ni kwa nini e, kimeweza kumkuta. Lakini sasa familia tayari, e, nashukuru wameweza kutoa taarifa kuhusiana na sakata hilo na wameweza Eh, kuzungumzia pia hata uchunguzi wa polisi unazungumza hivyo kwamba alipigwa kwa, ali kwa kaka wa marehemu eh, uh, wa marehemu Emmanuel Matias eh, almaarufu kama MCBB, Christopher Matebe mm. Kama marehemu anaitwa Christopher Matebe, anasema matokeo wa wali, ya uchunguzi wa awali yameonyesha kwamba kifo cha mdogo wake kilisababishwa na kupigwa na watu wasijulikana. Hii baada ya mwili wake kukutwa na majeraha hmm? Kaka wa MC Pilipili amesema hayo hii leo wakati akitoa mrejesho wa awali juu ya uchunguzi unaoendelea, ambapo wameshukuru uongozi wa hospitali ya General pamoja na mbunge wa Dodoma mjini eh, Anthony Mavunde, Mavunde mradi eh, kwa, eh, kwa kuwa karibu na familia katika kipindi hiki kigumu. Na amesema kuwa shughuli za kumwaga zinaendelea nyumbani kwao, na ibada ya ibada ya maziko itafanyika nyumbani kwao swaswa swa. Na amesisitiza taratibu za uchunguzi ameliachia mamlaka na za, za serikali eh, maanake kuna mambo mengine uchunguzi zaidi eh, kwa maana husika, na huyu na huyu na vile vile sasa maoni ya mashabiki baada ya kupata taarifa hii kuhusiana na e, kifo cha MC Pilipili e, yalikuwa kama yafuatayo. Mmoja anasema kwenye utafutaji wa wanaume tunapitia mengi sana kwenye hii, kila mwanaume mtafutaji hakosi maadui, anaweza kuwa silent na waka erupt muda wowote. Cha msingi tufanye kazi kwa hofu ya Mungu na kue, na kuepuka kudhulumiana. Unajua kwenye maisha kuna kudhulumiana e, kwa namna moja ama nyingine, unaweza kufanya kazi alafu mtu akaja e, akakudhulumu e, tunaona diva ameandika nimechoka kabisa e, usichoke katika ili e, katika ile mitano ndo tuna mwezi mmoja tulia tu e, umechoka kiwa Masaki kwenye apartment yako haya mwenyesema kwamba uh, umechoka nini nini we mwenyesema kwamba du wai uh, kwa yanayoendelea Tanzania mpaka ukipata nafasi ya kuukana na ukane kwa herufi kubwa. Eh, haya, sio vizuri, lakini sio vizuri. Uh, mwingine anasema hata wewe miradi hauko salama, endeleeni kuficha ovu, muda utaongea. Uh, na kimaanisha pengine hata miradi, of course sio miradi hayo, hata wewe pia ambaye umeandika comment uh, kwamba e, uh, inabidi inabidi pia uwe uwe uwe makini uh, kutokana na yanayoendelea. Kwa hiyo inabidi uwe makini e, kuwa kitaalamu kabisa. Ah uh, mmoja sema ameongea ukweli kabisa, ni wachoche hayo macho imefikia watu, mtu wa mkikosana tu, kama mna, una, anajua ana nguvu fulani ana kwa sababu hauna cha kufanya. Kesho na kesho kutwa huyu miradi atakosana na mtu wa kitu kidogo, na atamua pia shauri yake, ili atimize wajibu, hata akiondoka dunia hii aache alama, maana Mungu ndiye amempa hiyo nafasi. Kwa kuna, na kuna, kuna wakati una nafasi sehemu unakosana na mtu alafu mwisho wa siku yanakukuta mazito. Uh, moja kanika, tunaishi kwenye dunia ambayo mtu anakuchukia hata hakujui ulimkosea nini, last in peace. Ima wa Mungu mwema katika jina la Yesu, akanusuru uh, na vifyo vifo vya kutengenezwa na wanadamu pamoja na shetani. Amina sana a Mungu atawaomboa wote walioshiriki huu katili. Eh, maana Wathesalonike 1:6, Mungu atafanya jambo la haki, atawalipa mateso wale wanaowatesa nyinyi, e, kwamba atawalipa wale wanaowatesa nyinyi. Ukitafakari dunia e, kitu kikubwa kwenye moyo wako, itakuwa kuomba mwisho mwele duniani na ahera. Yaani undakachotaka kio kufanya ukiwa duniani ni kwamba kuomba mwisho mwe. Unakufanya na acha hii story na mtu kama hii familia itakuwa wote ni wapole. Ona kaka mtu anavyoongea kwa utulivu maskini, ukute MC Pilipili alipokuwa na, ana, ana pigwa mwanzo alikuwa anacheka akijua masuala maana yeye muda wote anacheka, kauliwa kwa kwamba hawa asili yao ni wapole, na kajibiwa akasema wagogo ni wapole, wagogo ni e, nikaishi nao nilishangaa sana sana jinsi walivyo. Kwa nianze kujibu meseji za yule mgogo jamani, Amesema eh, wanadamu tumekuwa na roho katili zaidi ya wanyama kwa sasa. Hii ni hatari, ila kaka mkubwa wa MC Pilipili anaongea kama jambo lipo la kawaida. Yani bado uchunguzi unaendelea, tayari umeshaamua mtu waziki. Kuna maswali mengi kujibu hivi. Marehemu inasemekana alitoka Dar kwa Dodoma kwa shughuli zake. Je, amepanda train au basi? kama ni train, je, ameshuka kituoni train ilipofika? kama alishuka, nani kaja kupokea na alipopokea amekonda wapi? Je, nyumbani au hotelini kama ni nyumbani au hotelini, si kuna watu ambao wamefanikisha reception yake, hiyo ni hotelini au nyumbani? Jambo mbo, mbona, ma, e, mbona mambo yamenyoka tu hadi kufikia watu watuumiwa, kwa sababu kila kukicha statement zinakuwa zinabadilika, afu familia is willing to do, do like, seriously? au wanajua kweli ila wanaukalia sin Uh, three days guys come on on kuwa kama at least for two weeks and let investigation to to go on. Anyway ni binadamu kama kuna sehemu nitakuwa nimekosea sorry but there is nothing to rush uh, for knowing was killed uh, manake kuenda uh, ku, kufanya taratibu n uh, utaratibu subscribe